Wakiwemo watu ambao walikuwa wamevaa wamevaa e, sare za wasimamizi wa uchaguzi na kuna maeneo ambayo tuliwakamata hawa watu lakini pia kuna maeneo tulikamata wapiga kura ambao sio wa kawaida wakipiga kura nyingi sana. Ajabu ni kwamba tulipokuwa tunakiwakamata hawa watu alafu tukiwapeleka e, mikononi mwa polisi, polisi wanachukua zile kura halafu hawa watu wanawaasha pia. Wakati hili ni tukio kubwa sana, kwa sababu unapokamatwa na, na kura feki. Ni ni uhaini wa hali ya juu kabisa. Maana yake wewe ni sawa na mtu ambaye amekamatwa na na, na fedha bandia, maana yake, kwa sababu kura ni kitu chenye thamani kubwa sana. Lakini kwenye matukio haya ilikuwa inaonekana ni jambo la kawaida, na, na wale walinzi ambao waliokuwa pale wa wali amani walikuwa wanaonekana kwamba hawajali jambo kama hilo. Ilipo wadia muda wa kumaliza sasa kwa kupiga kura ambao ni saa kumi kisheria, ni kwamba kwa mujibu wa sheria inatakiwa muingie kwenye mahesabu, yaani kituo sasa kihesabu eh, kura za kila mgombea eh. Kwa bahati mbaya sana kwa masikitiko makubwa sana uh, sisi katika jimbo letu, hilo zoezi halikufanyika katika vituo vingi sana, na kuna baadhi ya vituo vichache ambapo vilipohesabu kura, lakini havikufika mwisho na kilichotokea wakati baada ya kufunga upigaji kura na ikawa tu, tuna, inatakiwa sasa wa, eh, wa, mawakala pamoja na wasimamizi wa uchaguzi wafanye zoezi la kupiga kura. Wasimamizi wa vituo walikusanya yale masanduku, wakatia katika magari na wakaondoka nayo mahala ambapo haijulikani, walikuwa wamepeleka, wanapeleka wapi hayo masanduku, na walifanya hivyo bila kuwashirikisha mawakala wetu, waliwasukuma waliwafanyia fujo, waliwatisha wale mawakala wetu, wakabeba masanduku wakatia kwenye magari na wakaondoka nayo, kwenda nayo mahala ambapo haijulikani. Kwa sababu hiyo, ikawa hakuna nakala ya matokeo ya, ya, ya majumuisho eh, iliyopatikana kutoka pale katika kituo cha kupiga kura, ambayo hiyo nakala ndiyo ambayo inapelekwa katika kata kwa ajili ya majumuisho kwa ajili ya kumpata diwani, lakini vile vile kupelekwa katika jimbo kwa ajili ya kumpata kumtangaza mbunge. Ili ni tukio kubwa ambalo lilitokea pale katika vituo vyetu vile ambavyo ni vya vya kupiga kura. Sisi tulihangaika sana kama viongozi kutaka kujua kwamba haya masanduku yamepelekwa wapi, na niseme kitu kimoja kwamba hawa ma, sisi katika jimbo letu la Temeke halikuathiriwa na maandamano yalikuwa yanaendelea katika maeneo mengine, sisi hatukuathiriwa na, na hilo tatizo e, sisi kule upigaji kura ulikuwa una fujo, lakini ni zile fujo ambazo zinasababishwa na wale watendaji wa tume yenyewe, kama hivyo kuwazuia mawakala na watu wanakuja kupiga kura zile za bandia. Yaani, fujo za namna hiyo ndizo ambazo zilizotokea katika ile jimbo letu la Temeke, lakini ukiondoa fujo hizo sisi hatukuathiriwa na zile fujo za maandamano. Kwa hivyo, kulikuwa kuna uwezekano wa kupiga kura na kura zikahesabiwa katika vituo, zikahesabiwa katika kata na zi, vile vile zikahesabiwa katika jimbo.